Mmeonyesha uwezo mkubwa sana juzi. sana juzi na ndio maana nilipokuja kwa pale dressing room nilikuwa na furaha, pamoja na kwamba tulikuwa hatujapata yale tuliyotamani, lakini mlitupa nguvu hata wengine, na kuhakikisha kwamba watanzania wako na nyinyi, kuwathibitisha kwamba watanzania wako na nyinyi juzi baada ya mechi na jana nimepokea simu za watanzania, simu za watanzania, sio viongozi wa serikali viongozi wa serikali, maelekezo yake tayari waziri wetu ameshafanya nini, ameshatoa, lakini kuhakikisha kwamba Tanzania nzima iko pamoja na nyinyi juzi na jana, imepokea simu na walionipigia simu ni watu naowaamini na kuheshimu, wameniambia nenda kawambie vijana wa Taifa Stars, sisi wa Tanzania, tuko pamoja na wao na mechi ya kuanzia kesho ya Uganda na mechi ya Tunisia, watanzania wananunua goli moja kwa milioni mia moja wakaniambia wakifunga magoli mawili, tuna milioni mia mbili wakifunga magoli matatu, tuna milioni mia tatu Na wakaenda mbali zaidi, wakasema kama ikitokea hata kama wamefunga goli moja wakachukua pointi tatu, manake mnabeba milioni mia tatu Noma, nurudie tena. ikitokea mkafunga goli hilo moja lakini tukapata pointi ngapi? Wamesema milioni mia tatu zao zipo, na wakaniambia hii ni mechi ya Uganda na ni mechi ya Tunisia maana yake, mechi yetu ya tarehe ishirini na saba na mechi yetu ya tarehe ngapi? Thelathini. Upendo huu wa Watanzania haujaishia tu kuwaombea dua, haujaishia tu kuangalia kwenye TV, lakini wamekubali pia kutoa pesa zao. Na kwa sababu nawaamini, nikawaambia sasa naenda kambini kwenda kuwaona vijana, wakasema nenda na ikiwezekana tunataka tufanye tofauti. Nikamwambia vipi? Wakasema watupe akaunti zao, si tuwaingizie kwanza hela, alafu tubaki kuwadai wao, si kama? <laughs> <laughs> Mmenielewa kwamba hao Watanzania wako tayari kuwaingizia hela nyinyi, ili wao wabaki wana wadai nyinyi. Yani hawataki kutoa ahadi, alafu yaonekane ni nini, ni maneno. Wako tayari kuiweka hela kwenye akaunti.